Tunaporudi majumbani, sisi ndio waangalizi wa vijana wetu. Twendeni tukawasii wakafanye yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu, wakafanye yale ambayo hayatavunja katiba na sheria ya Jamhuri ya Muungano, lakini tukawasii wakawe watulivu sana. Liko swala moja, waliguna wakati wanaambiwa swala la smartphone. Mimi siamini katika kuwakataza kutumia smartphone, lakini ninaamini katika kwenda kutazama matumizi yao, kwa maana ya parental control, kwenda kuhakikisha kile wanachokiperuzi tunakijua, kile wanachokitazama tunakifuatilia. Lakini kubwa sana, waende wakatumie matumizi haya ya teknolojia katika masuala ambayo yatawajenga katika masomo, yatawajenga katika wao kwenda kuwa bora zaidi, lakini kwenda kuifanya kesho yao kuwa ya heshima, utulivu pamoja na mshikamano. Kwa hiyo ndugu zangu wazazi, walezi, walimu, nyinyi pia bado mnahusika katika kuenda kuangalia tabia zao, hata kama wamemaliza mashuleni, lakini kulingana na hali ambayo tunayo kuna vuguvugu vugu la tisa Desemba, jamani, twendeni tukawasi watoto zetu wabaki majumbani, lakini twendeni tukawasi watoto zetu waende wakawe watoto wa mfano, wakaheshimu serikali. Sisi tumezaliwa katika system tutazaa katika system na wao watakuja kuzaa katika system, kama ambavyo tuliikuta system, na tutakufa katika system. Kwa hiyo lazima tuheshimu system iliyopo, lazima tuheshimu mamlaka yaliyopo. Mimi ninaamini kupitia kwenu wazazi, mtaenda kujenga jamii ambayo itakuwa ya mfano katika kesho yetu. Kwa hiyo twendeni tukajijenge katika kuijenga Tanzania iliyotulivu. Twendeni tukajenge jamii iliyotulivu. Twendeni tukawasii watoto zetu, tukawasii wadogo zetu wakawe ni watu wa kupenda amani, ni watu wa kushirikiana sisi kwa sisi.